Unatazama Uvira News TV. Asante. Naam, asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV. Leo tena ni siku nyingine ambayo tumekujia hapa kwa kipindi chako cha tujuze. Mimi ni Tabu Bakari Kashindi Kamwanya ambaye leo tumekuja kutembelea miongoni vikundi ambavyo vinafanya uh, gospel music ambayo ni The Light of Praise. Sasa leo tunakuja, ndugu mpenzi mtazamaji, waweze kukujuza kitu ambacho wanakiandaa hapa tukutaka kiishie hivi, lakini na sisi kama TV yako tulitaka tukusogezee, ili mradi ujue hapa mjini kunaandaliwa nini na kitu gani ambacho kinachoendeka hapa. Usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV. Nyuma kamera Moses Majaga yope. Uvira News TV ajili yako. Jambo. Na kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Joselin Mwajuma. Naam, da Joselin Mwajuma hapa kwenye kwaya ya The Lights of Praise, ambayo tumefika tunakuta mko mnadumbuiza mziki mkali mnene hapa katikati. Unafanya kazi gani, unajihusishana nini? Mimi najihusisha na kuchunga pesa, nachunga pesa vidogo vidogo wenye ambao wanamemba wanapata mi, ambayo ndo nachunga pesa Now, now, The Light of Praise, watu walitaka kujua maana e, tumesikia mziki ni mnene sana na shango ambazo zipo hapa inaonekana ni, ni maandalizi sijui, mna, mnatuandalia kitu gani? Tunaandaa kitu kikubwa sana. Uvira, tunaandaa mkutano mkubwa ambayo itakaofanyika tariki kenda mwezi wa tatu hapa hapa mjini Uvira, e, Avenue Uvira, ngambo ya juu kwa mtumishi Pasteur Deo, ndo kwenye tutakuwa pale hiyo tariki kenda yani ni dimanche na, na pia siku hiyo labda mlitaka watu wa Uvira waweze kuchangia, itakuwa ni kulipa hadhi itakuwa ni, ni bure kuingia kwenye hiyo tamasha yenu ambayo mnaiandaa hiyo yanda, yyo, tariki tisa mwezi wa tatu. Kundi la The Light of Praise huwa mara nyingi hailipishi tamasha ambayo inayoandaa hailipi kabisa. Unakuja ni bure kuingia bure, ila unakuja na support tu, kitu kidogo kinaweza kutusaidia pia mziki wetu usonge mbele. na The Light Of Praise ni kikundi ambacho eh, kipo maalum kwa kanisa au mnakuwa mnatembelea baadhi ya kanisa tofauti tofauti? Ni kikundi ambacho hakina kanisa, huwa tunatembelea makanisa zote wakituhitaji wakitaka tuabudu kwa pamoja huwa hatuna kabisa kizuizo, tunakuja. Yaani kila mtu ana kanisa lake na nafasi na, na, hii ambayo tumekuta mnafanyia mazoezi, labda ninaona ni kanisani, sijui kanisa, siju kanisa inaitwaje, ili kila mwenye kutufata Uvira News TV ulimwenguni kote ajue leo TV yetu imetembelea nafasi gani ya, tuko hapa tumeomba nafasi kwa mtumishi Jile, tuko hapa katika kanisa la Shekina, e, njio kwenye tuko saizi. Nam, ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, tayari umepashwa umepata kujua kile ambacho kimetuleta hapa. Ni kwamba The Light of Praise eh, tarehe tisa mwezi huu wa tatu wanaandaa kitu kikubwa sana kunako eh, kanisa kubwa, jengo mkubwa ambayo nakaa hapo, ni Avenue Uvira, ngambo ya juu ya barabara, ni quartier Rombe eh, kwa Pastor Deo hapo kabisa. Kumesikia wenyewe umeshuhudia wenyewe, wamezungumza kwamba wanaandaa tamasha ambayo itakuwa ni concert kuja kwako na ile kidogo yako, yani changizo yako, ili mradi uweze kuabudu pamoja na wao muweze kuenjoy mziki wa gospel siku hiyo. Ni kitu gani ambacho labda cha muhimu unaweza ukaambia ama, eh, kundi nyingine ambazo zinakuwa labda ziko properly na mtu ambaye anataka kuweza kujiunga na nyinyi anatakiwa kufanya nini? Waje kabisa tujiunge kwa pamoja, hatuna kiziwizo, hatuna kondisio yoyote ile, ni kukuja tu kujiunga pamoja. Karibu sana. The Light of Praise inapokea watu wengi, wanatoka mahali na mahali. Karibu kabisa, hatuna condition yoyote ukijisikia kujiunga pamoja nasi jiunge. Tuna YouTube ambao ni The Light of Praise Ministry, tuko na Facebook na tuko na WhatsApp. Kwa hiyo karibuni sana, ujiunge pamoja nasi ili tumtumikie Mungu bado kumtumikia Mungu bado, nguvu ipo, ni kitu kikubwa sana. Eh, pia tumefanya naye mazungumzo leo kwenye kipindi chako cha Tujuze na nikidhani umepata kujua mengi ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV. Popote pale unapopatikana. Umekwambia channel YouTube yao ni The Light Of Praise, Facebook. Eh, pia usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel zao zote, ili mradi wa kwanza kupata kazi zao na notification za kazi ambazo wanazozifanya. Ujumbe wa mwisho kwa watu wenye kutizama Uvira News TV? Tunawahitaji sana, tunataka sana mjiunge pamoja nasi muje mtusapoti, muje tusifu Mungu, tumwabudu Mungu, tumshukuru kwa hiki kipindi ambacho tuko ndani wa Kongomani. Usikae nyumbani, uje kabisa hiyo siku ya Mungu, tumsifu Mungu, tumwabudu uje kabisa, usibaki nyumbani, halika wengine uje tumsifu Mungu na kumwabudu. Labda ku, ku, kunakuwa na, na kwae ambazo mmezialika siku hii? E, kuna kwaya ambao zimealikwa tu, tutakuwa na kundi kubwa la Les Anges du Ciel la Mere Clo, tutakuwa wote kwa pamoja. Kutakuwa kundi nzima la Alpha Song, tutakuwa nao pale na wengine wengi. Wengine wanatoka Bujumbura, wengine wanatoka Bukavu. Ma artists, karibuni sana kabisa mjisikie kuja kumsifu Mungu siku hiyo, pamoja na wenzetu ambao watajiunga pamoja nasi. Na kwa asilimia kubwa, samahani, lakini tuko katika hali mojawapo ya wasiwasi, na labda kwa asilimia kubwa wa Bukavu wanaweza wakafika kwa jinsi hali ipo, lakini wameshawaambia contacts yao. Walikuwa hapa kabla hivi vitu vilikuwa havijakuwa vya moto hivi. Eh, tuko nao hapa tuko nao walifika mapema sana, tukaandaa hiki kitu kwa pamoja. Uh, labda tamasha hii itakuwa kwenye kanisa, kanisa gani? Tutakuwa pale kwa Pasteur Deo eglise ambayo inaitwa Penuel Mlongwe Avenue Uvira, ngambo ya juu ya barabara, tutakuwa pale naam. Um, asante sana ndugu wapenzi watazamaji Uvira News TV. Na ni hapa kabisa ambapo tumefika mwisho wa exclusive interview ambayo tumekuja kuifanya na The Light of Praise, ambao ni wamekwambia kwamba e, tamasha lao linafanyika ni hiyo tarehe tisa mwezi huu wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano hapo kunako kanisa ya mheshimiwa e, Pastor Deo ambayo itakayofanyika hiyo ni kata ya Mlongwe, e, kata ya Rombe ya kwanza, ngambo ya jio barabara Avenue Uvira kabisa, kupanda juu utaona kanisa kubwa pale kwa Pasadeo, moja kwa moja uweze kujiunga nao siku hiyo. Basi uniita Abubakar Kashindi Kamwanya, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki e, cha tujuze pamoja na kwaya la The Light of Praise. Asante, unatazama Uvira News TV. Asante.